Hakuna kitu ambacho kinapendeza katika maisha ya ndoa kama chakula kile ambacho watu wanakula wanakula katika mazingira ambayo yanapendeza mm. Na mara nyingi inasisitizwa kwa mwanamke, wakati ambapo uh, anapoandaa kile chakula aandae katika mazingira ambayo ni mazuri. Ndiyo isiwe kwamba anakuletea chakula huku meza yenyewe ukiiangalia, mm. haipendezi jiko lenyewe chafu. jiko lenyewe chafu mm. au pia mwenyewe anakuletea chakula ukiangalia hali aliyo, e, ile hamu ya chakula Ndiyo. pia ina de, de. furaha ya ndoa mara nyingi hata yule anayekuletea, sio kwa sababu kile unacholetewa tu ndio unakitazama, mm. unatazama pia yule anayekuletea mm. aiko vipi Ndiyo. Ha ako katika hali gani? Ndiyo. Kwa hivyo ikiwa mwanamke atajitunza zaidi katika mazingira ya usafi mm. ile ndoa itadumu na hata yule mwanamume ndani ya nyumba atakuwa na furaha Ndiyo. na hata watoto